Hola, Bwana apewe sifa. Uh, tunaendelea kujifunza kupitia maada inayoitwa Mwanafunzi wa Injili. Uh, nimekuwa nipo, nipo, nikiendelea na mfululizo huu katika sehemu chache zilizotangulia nikiongelea uh, ngazi tofauti za wafuasi wa Mungu za wafuasi wa Mungu na ngazi ya mwisho ambayo tumeiongelea sana sana sana imechukua nafasi kubwa sana ni ngazi ya ufunuo. Uh, naendelea kumalizia hapo. Sasa nimemaliza kuongelea tu mifano ya ngazi hiyo ya ufunuo, lakini nataka ni kuonyeshe kwamba mambo hayo ya ufunuo ha haya hayatambulikani kwa jinsi ya mwili, sio ya mwili. Kuna mtu nilikuwa namsikiliza nimemwona tu mahali fulani kwenye mitandao ya jamii. Ni mtu mwenye dharau, ni mtu mwenye majivuno, ni mtu mwenye vihaka, anadharau kila kitu, anadharau kila mtu. Yani yeye ndo anajiona kwamba ndo ana akili kuliko kila mtu. Yeye anachokiamini ndo kila mtu anatakiwa kukiamini. Sasa nikaa na mtafakari, baadaye nikasema ah, huyu hata hajitambua. Ndivyo ulimwengu kwa sehemu kubwa sana ulivyo. Ukienda nchi za Magharibi, watu wanaomwamini Mungu, watu wenye kusubscribe kwenye imani, wanaonekana ni watu ambao ni wadhaifu, ni watu wadhaifu sana, wana ufinywe ufinyu, eh, wa fikra. Yani uamini tu ni kitu cha ufinywe wa fikra lakini nikwambie hawa watu wanaamini, kuna kitu wanaamini, lakini wamepotoshwa. Ili uweze kufanya kitu chochote, ni lazima kama mtu, maana Mungu ndio amemuumba mtu, ameweka ndani yake, kamwekea namna, amemwekea uumbaji ndani yake. Kuna sehemu inasema amemwekea umilele ndani yake memwekea uumbaji uwezo wa kuumba, na uwezo wa kuumba upo katika mambo mawili: kuona na kutamka. Uwezo wa kuumba upo katika mambo mawili, na kuona, sio kutazama na kuangalia <laughs> maneno mazuri ya Kiswahili ya tazama, angalia, ona. Sio hivyo tu, ninamaanisha kujenga taswira ya jambo na kutamka kile ile taswira uliyoijenga. Maana hiyo taswira unaijenga kwenye moyo wako, unajenga taswira wee kwenye moyo wako, halafu ndipo ile kile ulichokijenga moyoni mwako unakiachilia, unakivuna kwa kutamka. Ndio uumbaji wa Mungu, ndio Mungu alivyoumba wa. Sasa watu wengi hawajijui hata wao wenyewe. Kwa habari ya mtu kujijua, msali huu unasema mtu wa jinsi ya mwili hawezi kuyatambua mambo ya rohoni, kwa maana kwake yeye hayo mambo ya rohoni ni upuzi. ni upuzi. Zamani nilipokuwa nime sijaokoka, lakini nilikuwa close kwenye wokovu, nilikuwa na mimi kama huyo mtu yani, nilikuwa najiona kwamba mimi najua sana vi niko katika tunda. Unajua, nimefundisha zile sehemu nne, sehemu mojawapo inasema ni maarifa, ni knowledge Uba, na nimeeleza ubaya wake, nikikurudisha kwenye Mwanzo sura ya tatu pale Ibilisi alikuja akawa subject Adam na Hawa kwenye hiyo level ya knowledge tu, just knowledge, kwamba mimi uniambi chochote mpaka uwe na physical evidence kuona, kusikia, kunusa, kuonja period. Usiniambie mambo ya imagination, usiniambie mambo ya faith. Hizo sasa ndio aspekti za Mungu katika mtu, ngaa zimekufa kweli kweli, yani zimekufa, ni kwamba, ila utazikuta random ni kwa watu wachache, utaikuta mara nyingi, unaikuta ile ya vision, yani watu kuweza na, na bado watu wengine wanaipuuza hiyo. Vision inakuwezesha sasa wewe kuona vitu vipya ambavyo wengine hawawezi kuviona. Wabunifu wote wanatumia vision, yaani yani wanaona, wanaona kwamba ah, sasa hivi simu lazima tu... Niende nvka mdogo kwa mwalimu mkuu. Kwa hiyo wakipiga simu kutoka nyumbani kwa mama huko Njombe, huko anaenda kuitwa, ni kama, kama nusu kilomita hivi, mama anaenda kuitwa huko ndo anatoka huko arudi aende akapokea simu kule nyumbani kwa headmaster. Kuna watu wakaona kwamba hiyo ah, inaweza kubadilishwa. Waliona haikutokea tu kwa sababu kuna mtu alikuwa anasoma sana, alisoma sana vitu vilivyopo, akasoma sana alafu ndo akakonkludi akatengeneza hiyo. Hakuna, haikutokea kwa kusoma sana na sio mtu mwenye PhD aliyefanya ugunduzi huo. PhD ni kuzoa mambo ya wengine. Of course, utafanya ka research lakini utagundua vitu vya wengine. Zile theses unaambiwa lazima ufanye reference kwa ni vitu ambavyo wengine walikwisha kuvigundua. PhD, eh, thesis, unadua, kwa amba wengine. Kwa hiyo, hata mtu mwenye PhD simdharau lakini nasema hayuko creative kwa sababu yeye anafanya vile vile ambavyo watu walivigundua, na sio wengi wenye PhD ambao wamekuja kuvumbua vitu. Sio wengi wenye PhD waliovumbua makampuni yenye ye, hela kama Facebook, kama Apple, kama Google, eh, kama Oracle, sio watu wenye PhD. Actually, wengi walikimbia huko kwenye shule wakaenda ndio waka, enda, waka tumia sasa akili wakaituma akili kuona kwamba nataka na ninaona kwamba simu, mawasiliano ya simu sasa yatakuwa, mtu popote alipo, anatoa tu kijidude tu mfukoni huku anapokea simu na anaongea na mtu yuko nchi za mbali sana, hahitaji kutembea maili kadhaa, nusu m, mita mia tano kwenda kupokea simu kule, ile simu imepigwa kule inasubilishwa alikuwa ukipiga simu, simu kwa mfano, ukipiga simu ukiwa hapa Dar es Salaam kwenda Njombe, unapiga kwanza makao makuu ya simu hapa Dar es Salaam, wale kule ndo wanakupigia ile simu kwenda Njombe kule, na kule Njombe, kama mtu yuko kijijini, inapokelewa makao makuu kwanza, alafu pale makao makuu wanapiga kule kijijini, au ukipiga simu ya kimataifa yani. Ndivyo ilivyokuwa, lakini sasa hivi kuna watu waliona kwamba ha tumeona wezekana yaani, kile unachoona kinawezekana. Mimi nimeongelea mtazamo wa kimwili tu, nikipambana niki nikipingana na watu ambao wanasema wao wana akili sana eh? kwa hiyo hawawezi hawa, hawa to relate, imagination ni vitu vya watoto wadogo. Watu wenye kuimajin ndio waloleta mapinduzi kabisa hapa wamefanya uvumbuzi wote ni watu waliokuwa na uwezo wa kuona kuimagine, na huo uwezo Mungu alimpa mtu. Shetani akaja kuharibu, akajaza ule uwezo wa kuona, ukawa umejaa uovu tu. Kwa hiyo mtu sasa anaona uovu tu, anaona husda, anaona wivu, anaona chuki, anaona maangamizi anaona maafa anaona mabaya tu. Tokea akiwa mtoto mdogo yeye anaonaga mabaya tu, hauoni mambo mazuri, hauoni mambo mema. Ule uwezo ni uwezo wa Mungu, uwezo wa uumbaji. Uwezo wa pili ni nnaongelea ni uwezo wa kutamka, ukishaona unatamka. Mambo haya hayatambulikani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 Kuingia rohoni tunapitia, kuna mlango wa kuingilia rohoni. Mlango huo ni neno la Kristo, ni neno la Kristo. Kwahiyo, unapolisikia lile neno na kuliweka moyoni, unaingia rohoni, kwa sababu ukiliweka moyoni, maanake moyoni ndo huko kwenye kuona, sijui tunaona kwa moyo. Nirudie tena, sijui kafikiri nimekosea unaona kwa moyo, tunasema ni heart to heart. Unaona kwa moyo, kuona kuliko kwa hali ya juu kabisa, ndio huko kunakoitwa imagination, kuona kwa moyo. Ukifanya ukijenga mazoea ya kuona kwa moyo, maisha yako yanakuwa ni ya moyoni, ni moyo kwa moyo. Ukikutana tu na baadhi ya watu ambao wao wana maisha yao ni ya kiburi na majivuno, utaona kwa moyo. Mimi ninaona kwa moyo, yaani kuna watu nikikutana nao naona, yaani ana kiburi ambacho hakina hata sababu. Kuna mtu mmoja nimekutana naye hivi karibuni, sitaelezea sana nikaja kugundua huyu tatizo lake ni kiburi, yani ni ubinafsi, yani ni umimi, kwamba mimi ni bora kuliko wengine. Kwa nini unanichukulia tofauti? Wewe wewe hujafika viwango vyangu, wewe wewe juzi, wewe umeokoka juzijuzi tu hapa, wewe umejiunga juzijuzi tu hapa na shirika letu, ujui wewe vitu vya umu, mimi ni bora watu wasomi hao, siwachukii wasomi, napenda mtu asome mpaka levo yoyote anayotaka ii, lakini hiyo ni kwa manufaa ya jamii, at least basi angalao kwa manufaa ya jamii. Lakini wengi waliosoma hivyo mwishoni huwa wanafikia mahali pa kujitutumua kwa ma kwa, kwa shule ile aliyosoma hawana uwezo wa kuishi katika moyo. Niendelee na hii habari ya kuishi katika moyo katika sehemu ya